Kwa majina anaitwa Unosi Juma, mchezaji wa football family, na upatikana Mbeya. Cheza namba saba, nacheza striker, nacheza na namba mbili. Ukweli mwanzoni nilikuwa sifahamu kabisa. Mwanzoni nilikuwa nachezea icon, nikaenda mpaju ila nikaja nikasafiri nipo rudi. Kuna uo rafiki yangu anaitwa anaitwa Alima, kamuuliza unapasha wapi, ndo akanielekeza akaniambia nije, nikaja nikaongea nika na mwalimu akanialika mazoezi, kweli nafurahia kuwepo we, kwangu hapa football fan. Natamani kufika mbali sana kimpira, natamani kuichezea timu ya taifa, lakini pia natamani sana kucheza ligi kuu. Naamini nikionekana ligi kuu, ndatoka nje ya nchi. Kwa natamani kuwa professional player kwa ujumla. Huwa natia juhudi sana katika mazoezi si, huwa sidoji mazoezi lakini, pia huwa nafanya mazoezi ya peke yangu nyumbani, kwa sababu hapa huwa tunakutana asubuhi tu. Kwa jioni huwa anaenda kufanya mwenyewe uwanjani. Kama nitakuta watu wanacheza najiunga nao, wanacheza nao pia, kwa wanatia tu juhudi katika mazoezi yao. Ah, changamoto zipo, ukiachana na umbali na kaa mbali sana kuja kufata mpira, lakini pia changamoto, sina wakala mimi mwenyewe ndo ninayejiongoza. Familia haisapoti kiivo, kuna muda inanikataza, kuna muda inaniruhusu. Kwa hizo ndo changamoto ambazo nakutana nazo kiujumla kiukweli na shauri ndugu wazazi, walezi wa familia, ambazo mtoto wako wa kike unamwona kabisa ana kipaji, lakini unamzuia, umruhusu afanye kile ambacho anataka, kwani saizi mpira umekuwa ni ajira, kipaji ni ajira, ajira kubwa kabisa. Tunaona kabisa kuna wachezaji wa kike ni maprofessional, akina Opa Clement, akina Diana wanacheza nchi za nje na wanalipo hela ndefu. Ukija kwa upande wa huku Tanzania, unamkuta wewe Opa Clement amejiongeza anafanya biashara huko, anaendelea kucheza mpira na analea familia kwao. Wazazi wa harusu watoto wa kike kufanya kile wanachokipenda yeah. Yupo kwa hapa football family kuna mchezaji anaitwa Chabata, huwa ananinkareji sana, ananinkareji pale ambapo najisikia nimechoka napunguza kabisa mwendo. Ananiambia, fanya hayaui, uwe fanya, yanaisha kwa ni on, kama vile role model wangu hapa kwenye football family nje ya football family, family yupo anaitwa Evodia, yupo mpaju, anajituma sana katika mazoezi. Wanamwita kichuma, yaani amekomaa kweli kweli, yaani anajituma yaani mpaka anajizila, tuseme mazoezi yanauma, lakini bado anavumilia anaendelea. Kwa hizo juhudi, napenda hizo juhudi anazozifanya napenda nifikie hapo nimpite zaidi kabisa, hmm. kiukweli nawakaribisha sana. Football family ni eneo la kujifunza kweli, unajifunza kweli, na kuna kitu utaona kinaongezeka ndani ya moyo wako. Kwayo ndugu jamaa, marafiki mnakaribishwa sana, hasa wachezaji wa kike, karibuni sana.